Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, ndugu yangu, kaka yangu, dada yangu, mama zangu, baba zangu, si kila ndoto unayoiota basi ni ndoto ya kuipuuza, wala so kila ndoto unayoiota basi ni ndoto inayotokana na shetani, wala so kila ndoto unayoiota basi ni ndoto moja kwa moja inatokana na mawazo yako ya mchana. La hasha, bali kuna baadhi ya ndoto unaweza ukaletewa ndotoni ikawa ni kodi kubwa kabisa katika safari ya maisha yako katika safari ya mapam, mapambano yako, utakuta kuna mtu mwingine anapolala usiku anaota anaota anapigana vita kubwa na watu au anaweza akaota hata wachawi anapigana nao, ama anaota anapigana na wanyama. Lakini katika yale mapambano makali na vita kali anayopambana, wakati anapambana ile vita anajikuta anasoma ayatul kursi, yani anapambana huku anasoma ayatul kursi anapambana huko anasoma Ayatul Kursi alafu mwisho wa siku ile vita, yeye anakuwa ndiye ameshindwa. Sasa hapa kuna kodi kubwa umepewa wewe, lakini wewe hujui maskini. Hapa kuna maelekezo makubwa wewe umepewa, maelezo yalikuwa sawa sawa, ila wewe hujui maskini. Hapo kuna jambo kubwa umefunzwa, ila wewe hujui. Kwa nini hujui? Unapoota unapambana vita, unapoota unapambana na watu, unapoota unapambana na wanyama wakali, jua kwanza kabisa wewe utakuwa una vita kubwa na uadui utakuwa na vita kubwa na uadui pamoja na watu wanaokuzunguka au wanaokuandama, iwe watu wa karibu ama iwe watu wa mbali, lakini swala la vita huu, utakuwa na vita kubwa sana, na hapo ndipo unapoletewa kodi ya kuwa, ili uweze kuwashinda hao maadui zako. Shikamana na hiyo Ayatul Kursi ambayo umeiona katika ndoto, wakati unapambana huku unaisoma, ukawa umewashinda wale maadui. Hasa katika maisha yako haya kawaida, ukaiweka karibu ayatul kursi, ukawa unaisoma sana ayatul kursi, basi ujue utapata ushindi dhidi ya maadui zako, ujue utavuka vikwazo unavyowekewa na maadui zako. Mtu mwingine anaweza kukwambia, she, mimi naota usiku natembea katika njia huko, nasema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, nikiwa na nasema ile la ilaha illa Allah, naona naokota pesa, naona napata pesa nyingi, kila nikisema la ilaha illa Allah naona pesa. Hiyo ni kodi ndugu yangu, unapewa Ukishikamana na hiyo dhikiri ulioelekezwa katika ndoto basi kweli riziki zitafunguka na utashangaa, wallahi ladhim, utashangaa. Kwa hiyo zile ndoto mnazoziota zinazorandana na ibada, ebu jaribu kushikamana sana na zile ibada mnazoziona, sio kila kitu cha kupuuza. Mwingine kwambia nimeota, nasema ya hayu ya qayum, ya hayu ya qayum, hiyo kodi ikamate, usiache. Yani, hiyo dhikiri ikamate. Mwingine anakwambia nimeota na ni namsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hasa una vipi tena hapo ndugu yangu? Unashindwa kung'amua kwamba hiyo ndio kodi unayopewa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba hiyo tumia jina hilo ama tumia uradi huo ama tumia sura hii au aya hii. Mwingine anaota nasoma Yasin, mwingine anaota nasoma sura Turad, mwingine sasa anaota na, nasoma hiki nafanya hiki. Au Sheikh, mimi nikitokiwa usingizini na kitu fulani najikuta tunasoma sura fulani. Hiyo sura ndio imebeba siri ya mafanikio yako ama siri ya kuwashinda maadui zako ama siri ya kuangamiza maadui zako. Sasa unashikamana nayo ile sura, kama ni sura, kama ni zikiri, kama ni aya unaisoma sawa sawa, pale utaona mafanikio yako. Kumbuka kabisa, tunaishi katika dunia ambayo uhasidi umekuwa ni mwingi, uadui umekuwa mwingi, roho mbaya zimekuwa ni nyingi, hatupendani sisi kwa sisi, watu wana roho mbaya za kupindukia. Sasa usikubali ndugu yangu, ndoto zile unazozipata zile ndoto huwa zina bishara kubwa na zina bishara njema, hasa zile ndoto zinazorandana na masala ya kiibada. Yani, unapoona ndoto zinarandana na masala ya kiibada usiziache. Wakati mwingine unajitahidi maskini, unafanya ibada mbalimbali. Katika zile ibada Mungu anakuletea miongozo bila wewe mwenyewe kujua. Unaota unasema la ilaha ila Allah, unaota unasema ya dhal jalali wal ikram, unaota unasema ya hayyu ya qayyum, unaota unasema Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah il azim. Hizo ndiyo kodi ndugu yangu, unapewa hapo na Allah subhanahu wa taala, wewe hujui Sio kila mtu atawafikishwa kupata ndoto kama hiyo, sio kila mtu ujue. Ukiona wewe umepata hiyo, ni taufiki kupata taufiki katika ndoto. Umelala ndotoni, unasema la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah, au subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim, au ya hayyu ya qayyum, majina makubwa ya Mungu unayataja ndotoni, unaona zani kitu kidogo hicho? Au unasoma sura tu Yasin katika katika katika ndoto yako, alafu eti unadhani hicho ni kitu kidogo. Sio kitu kidogo, hicho ni kitu kikubwa mno, na ni kitu kizito na, na ni kitu kizito sana. Tena kuna wengine wallahi alazim, mtu anapewa mpaka bishara katika ndoto. Bwana, nimeota namsomea mtoto wangu, nimemkamata kichwa, namsomea sura tu ya Yasin na ukija kuangalia kweli mtoto wake hajatulia, mtoto wake ana mambo mengi. Asa, unataka nini tena hapo? Upewe ndugu yangu nini tena cha kuelekezwa hapo? Amka asubuhi, chukua udhu wako, kamata kichwa kwa mtoto wako, msomee. Watoto wako mwingine anakwambia sheikh, nimeota nimekamata glasi ya maji, nasoma kadha na kadha na kadha, nilivyokunywa ile nikawa naona hichi na... ndo kodi hiyo baba yangu inapewa. Ingawaje pia ninafahamu kuna watu wanachezewa na majini, yaani majini wapo ambao wanawachezea watu Ndotoni anamwingia anamwelekeza, moja mbili tatu, fanya hivi fanya hivi. Wakati mwingine kweli ibilisi yupo, lakini ili ndoto yako uhakikishe hii haitokane na ibilisi wala haitokane na sheitani, unapolala pale pale fata suna zote za mtume sallallahu alaihi wasallam, kusoma zile azkar, eh, zikusoma zile wirdi. Sawa. kuna mtu mmoja aliwahi kuniambia sheikh, I say, nimeshafanya dua nyingi sana za kinga, lakini naona watu bado wananipata, hii naona matatizo bado yanaendelea kuniandama, lakini mimi kuna siku nimeota. Sikiliza nikwambie, ndugu ya Uislamu na mpenzi katika imani. Ananiambia yani kuna siku amelala. Baada ya kulala ustadhi nikawa nimefika sehemu nikakutana na kundi la masimba. Simba wako wengi. Wale simba wanataka kuja kunishambulia mimi. Yaani kuna wanyama wakali asibahu wale wanyama wakali anaona simba, anaona machui, anaona manyoka yanakuja yanataka kumvamia. Sawa? So, ah, nilipoona wale wale wale wale, manyoka nikawa nasema ile dua ile bismillahilladhi la yadhurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fi samai wa huwa samiun alim. Nikamwambia ndugu yangu, una haja ya kwenda kupoteza pesa zako, una haja ya kwenda kupoteza nguvu zako sehemu nyingine yoyote, kwamba nifanyiwe, sio dua ya kinga au nifungwe mwili wangu? Kodi ndio hiyo, umeshapewa. Shikamana na huo uradi, afu utakuja kuniambia, wallahi lazim. Ndugu zangu, nakuwa pieni, baada ya kushikamana na uradi ule bismillahi lladhi la yadhurru masmihi ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiun alim, hakuwahi tena kuona mtu sio anamsogelea, wala mtu anamfanyia wa kadha. Kumbe ile ndio ilikuwa kodi yake ya mafanikio. Masha, mashaallah alkarim ingawaje kwa zingine mtume katuachia wazi. Kwa mfano kama hizi wirdi za asubuhi na jioni, hizi tayari mtume ametuachia wazi faida zile. Mtume sala alaihi wasallam alikuwa anatupa uradi za asubuhi na jioni, la ilaha illa Allah. Kwanza hii ndio kiboko, sijawahi kuona katika maisha yangu uradi mzito kama huu. Yani wewe ukitaka mchawi ya kuone wewe kiboko, ukitaka mchawi ya kuone wewe noma, yani ukitaka mchawi ya kuone wewe moto wa kuotea mbali. Kila siku asubuhi baada ya kumaliza kuswali sala asubuhi, sema la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu lmulku walahu lhamdu wahuwa ala kulli shaiin qadir, mara mia moja. Ndugu yangu, ndugu yangu, mchawi atakuwa anakupitia kule. Sema pia jioni mara mia moja, ndio utawakomesha wanga wa usiku. Hakuna mwanga wala mchawi atakaye kusogelea kwa uwezo wa Allah subhanahu wa taala. Hii wirdi ina siri kubwa nyinyi, hii wirdi ina siri kubwa. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu lmulku wa lahu lhamdu. Sasa unaota, unaifanya, unafanya uradi kama huu. Haya, unataka nini tena ndugu yangu upewe? E, ndoto inakujia, unafanya wirdi kama hii, nini tena baba yangu unataka upewe nini tena? Mungu akupe zaidi hapo, hiyo ndiyo kodi ndugu yangu unapewa. Sisi ambao tunafanya fanya sana rukya hizi, uradi tunazifanya fanya sana kila siku, wakati mgonjwa, utakaposomea mgonjwa, jini wake mkorofi anataka kupanda, anamwambia Sheikh, nataka nitoke nije nikuingie. Wewe unamwambia karibu, lakini kila anataka kujaribu na shewe mzito shewe kadha. Kumbe maskini ya Mungu sina uzito wowote, ni zile wirdi tu unazofanya asubuhi, la ilaha illa llahu wahdahu la sharika la lahu lahu lmulku walahu lhamdu al wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tatizo watu hawafanyi hizi uradi baada baada ya swala. Na kwa sababu gani? ni kwa sababu kila kitu sasa hivi tunasema ni bid'a. Aa, kila kitu ni kadha. Sasa inafikia hatua watu zile uradi hazifanyi, tuambieni kweli. Ah, jamani mtume hakuwahi kufanya uzuradi kwa pamoja na maswahaba huku imamu wakisema anafatisha msikitini. Lakini tusiache kuzifanya, tusifanye ile kwa pamoja, lakini tuzifanye, ni tuwahimize watu kuzifanya zile uradi, kwa sababu ndo mtume ameziweka na ndiyo kodi za ulinzi za watu, lakini hatimaye watu wasifanye. Wala haula wala quwwata illa billahi alali alazim. Kwa ndugu yangu, si kila ndoto ya kuipuuza, kuna ndoto zingine zinakuja ni bishara na kodi ya mafanikio yako inshaallah taala. Shukran lakum jazakumullahu khairan, sisahau ya kuwa tunafanya visomo mbalimbali mbali, tunafanya dua mbalimbali mbali, na sisi tunapatikana Dar es Salaam mkoa wa Dar es Salaam eh, se, eh, Kigamboni sehemu panapoitwa Mwembe Mtengo. Karibuni sana inshaallah kwa ushauri mbali mbali, mbali mbali, na saha mbalimbali maradhi mbalimbali, unasumbuliwa na mambo mbalimbali mitihani, misukosuko, basi karibu sana.